Hizo mabunduki zitapelekwa kwa ballistic e, ibainike kwamba zinatumika ama asifanye kazi. Ile tu ni kwamba hizi mabunduki ingeko us, na usumbufu kubwa sana kwa upande hii ya matisi, kwa vile tumekuwa tukingengana na uhalifu mara kwa mara, na hii ni step moja ambayo tumeichukua kuhakikisha kuna usalama hapa Trans Nzoia. Kitu tunaomba ni kwamba wananchi wawe tayari kutupatia majina ya wale ambao wanasuku enda ikawa wamekuwa wakishirikiana na huyu jamaa ambaye amekuwa akitengeneza hizi bunduki, kwa sababu tunaamini ako na soko mahali anapeleka, tunaamini ako na soko ya hii pesa, tunaamini ako na wateja wa hii bangi. So tunataka tushirikiane pamoja, tuhakikishe ya kwamba tumemalizana na wahalifu kama hawa, ili tuhakikishe tumeishi jamii ambayo ni jamii iko na usalama na ni jamii ambayo wawekezaji wa watakuwa na imani ili kuja kufanya investment.